Majina naitwa Jafet Maduhu, ni msimamizi wa majenzi katika mradi wa HEET hapa SUA. Kwa ujumla, mradi wetu wa HEET upande wa majenzi, kuna kufanya ujenzi katika kampasi tatu: kampasi ya Mizengo Pinda Katavi, kampasi ya Solomon Mahlangu hapa Mazimbu, ya Edward Moringe kule Idimo. Eh, mradi mzima una takribani ya majengo mapya tisa yakiwepo hosteli mbili, zingine ni academic blocks, lakini pia tuna maabara tatu kwa ajili ya kufanyia kazi za maabara, lakini pia katika upande wa ukarabati tuna karabati takribani majengo kumi na nane ambao kazi zote hizi wakandarasi wako site naendelea na kazi, na kiujumla tu usema kwamba tuko kama asilimia 8 ya mradi. Mradi wa HEET kwa SUA una takribani ya bilioni 73 na, na majenzi yanachukua bilioni 58. Na jina naitwa Kuwa Pita, ni site engineer kwa ujenzi wa majengo ya hosteli pamoja na academic block kwenye campus ya Solomon Mahlangu Sua. Ujenzi wetu ulianza tarehe 12 mwezi wa kumi na mbili na tukiwa na siku kumi na nne za mobilization hadi sasa tuko na miezi e, mitano ya utekelezaji, ambapo tuko katika hatua za ujenzi wa misingi kwa upande wa e, jengo la, la hosteli tunamalizia ujenzi wa matofali ili tuanze kuingiza kifusi na kupanga mawe pamoja tumwage tumwage jamvi wakati upande wa jengo la academy tunaendelea na umwagaji wa zege upande wa, wa footing ili baada ya hapo tuweze kumwaga zile starter column na kujenga tofali na kushindilia kifusi na, na kumwaga jamvi. Tunatarajia mradi wetu utamalizika kwa muda ambao umepangwa, ambao ni mwezi wa tano tarehe 29 mwaka 2026. Kwa majina anaitwa Enoch Kamangu ni msimamizi wa mradi kutoka SUA. Tuko tunaendelea kumsimamia mkandarasi, ingawa amekumbana changamoto mbalimbali, lakini tunajitahidi kwa kadri inavyowezekana kuhakikisha tuna kecha kuna muda ambao uko kimkataba. Majina yangu naitwa Suzana Magobeko, ni kaimu mkuu wa kitengo cha mahusiano na masoko hapa SUA. Kama ambavyo tumeweza kuzungukia maeneo mbalimbali, ambao tunaona mradi wa HEET unaendelea kutekelezwa na mengi mmeweza kupata sasa, so kutoka kwa mainjinia ambao wanaendelea kusimamia pia kazi mbalimbali ambazo zinaendelea huku, lakini pia uh, kwa ufupi tu baada ya uh, mradi huu kwa umekamilika, tunategemea pia kuwa na ongezeko kubwa la udahili wa wanafunzi na pia tutafikia sasa jamii kubwa. Ah, pengine awali kulikuwa na mazingira mengine ambayo pengine hatukuweza pia kuweza kuwafikia wahitaji wa, wa wengine au wami wanafunzi wenye wa mahitaji maalum, lakini kwa haya majengo kama ambavyo mwandishi amesema ah, yanakwenda pia kuhakikisha kwamba tunafikia pia watu wenye wa mahitaji maalum.